Si, sasa tunaingia kwenye mahubiri. Kufunika macho yako, inamisha kichwa, ya tuombe. Amina, amen. Ame? Basi tuombe. Baba katika jina la Yesu, tunakushukuru, tunasema asante tena kuwaba, kwa ajili ya wakati huu na muda kama huu mzuri wa mchana Baba, tunakula vyakula kwa ajili ya kupata nguvu na afya kwa ajili ya mili yetu, lakini huu ni wakati wa kula chakula cha rohoni, ili roho zetu zikapate kuwa na nguvu, zikapate kustahimili changamoto na mambo mbalimbali yanayotokea kwa habari ya udhoofisha, zinazodhoofisha roho. Ninaomba Bwana, wakati huu kila mmoja ambaye Bwana umempa neema kuwepo katika malango haya, msaidie Bwana kuelewa na kupokea kile ambacho umekusudia kusema naye, Bwana, mchana wa leo kupitia neno hili. Mungu, likafanyike msaada kwangu, likafanyike msaada kwa hawa ambao Mungu anakwenda kusikia Nami nitumie kama chombo sawa sawa vile ambavyo Mungu amekusudia. Kila atakayekwenda kusikia neno hili Mungu, nikaleta uponyaji na ushindi ndani yake, kwenye maisha yake, kwenye kazi yake, na katika hitaji alionalo nalo, Mungu kapate kusema naye. Asante kwa kwa, najua kwamba Bwana utakwenda kujifunua. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amen, amen. Amina. Basi andika kichwa cha cha somo lako ama ujumbe, andika hivi: Mungu anaponyamaza kimya kuna sababu. Ukiona mtu mtu ukakaa tu haongei, inawezekana na sababu ana huzuni, anatafakari, ana vitu mbalimbali, kama alikuwa anaongea, alizaliwa anaongea. Kwa hivyo Mungu anaponyamaza kimya huwa kuna sababu. Haleluya. Amen. Natukemea, nafikiri utakuwa umeandika huo ujumbe kwenye diary yako ama notebook yako ama daftari. Ah, leo ni tarehe 27. Mimi naitwa Kasiano Manuel, mchungaji msaidizi mara hapo. Kuna sababu mbalimbali mbali ambazo mimi nimeziangalia, yamkini zipo zaidi, lakini kuna sababu tutapenda kuziangalia mbili ama tatu, kinachomfanya Mungu anyamaze kimya. Neno kimya ni hali kukosa sauti yoyote, hali ya utulivu, yani usikii. Kimya kuna hali ya utulivu, ni maana ambapo hata ukimsemesha uki mtu hakujibu, hata ukiita hakuna anayekuitikia, ndio maana ya kimya ya kila mtu anajisemesha mwenyewe usikie. Kwa hiyo Mungu anapokaa kimya, unapokuwa unamsemesha, unapopeleka mambo yako na anapokaa kimya, huwa kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Lakini katika sababu hizo kuna sababu pia inaweza kusababisha, inayosababisha pia Mungu akae kimya. Sababu kubwa moja, mojawapo, nimesema zipo nyingi, mojawapo inaweza kuwa ni dhambi, uovu mambo tunayoyafanya inaweza ikawa sababu moja, lakini si kwa sababu muda wote Mungu anapokaa kimya umefanya dhambi, hapana. Hata Mungu asipokuwa anajibu maombi yako si kwamba Mungu we umefanya dhambi, hapana. Ndokwani nikasema kuna sababu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine unapomlilia Mungu, unapomwita Mungu, Mungu huwa anakaa kimya, hasikii wala hajibu wala haitikii, si kwa sababu labda umefanya dhambi, no. Lakini pia inawezekana pia umefanya dhambi. Haleluya, haleluya haleluya. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia baadhi ya sababu kwa nini Mungu labda anakaa kimya. Sababu tusome kwanza kwenye kitabu kile cha Mithali, Mithali 1:28 na kuendelea Mithali 1:28. Biblia inasema hivi kwenye Mithali 1:28 na kuendelea ndipo watakaponiita lakini sita itika Watanitafuta kwa bidii wasinione. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Lakini kuna sababu, kiendelea mbele kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Kwa hiyo siku zote kifika mahala, umekataa maarifa na kumcha Bwana, kufanya kile ambacho Mungu anakwambia Anafika mahala Mungu anakaa kimya wala kusikia wala hata kuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukikataa maarifa ya neno la Mungu, ukikataa kuenenda vile ambavyo Mungu anakuambia, neno la Mungu linasema nini juu yako juu ya maisha yako? Mungu anafika mahala anakaa kimya, hata ukimuita anasema sitaitika hata kuitafuta kwa bidii, hawatafanyaje? Hawatamuona, hawatamuona. Tusifika mahali usikatae maarifa neno ya Mungu, usidharau maneno ya Mungu. Kama neno la Mungu linakwambia uishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha matakatifu, maisha ya kuovu dhambi, Mungu anataka hivyo. Ukienda kinyume na hapo, ndipo hapo sasa tunataka tuna kutarudi kule, kwa sababu Mungu ana kusudi. Hapo utazunguka kwenye mlima Seiri, ile Seiri, Seiri mlima ile njia kuonaeshi natakiwa kwele wele anlezatawezi mpaka Mungu aingilie kati, au wewe mwenyewe ufike mahali ujitambue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anakaa kimya, kwa sababu tunakataa mafundisho yake, tunakataa maagizo yake, tunakataa maneno yale ambayo Mungu anatuambia tufanye. Unajua, tuzunguke twende huku twende huku twende kule, mwisho wa siku Mungu anataka utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama jina lako lipatikane kwenye kitabu cha uzima, ndio ingie mbinguni. Ili jina lako lipatikane pale, kwanza uogoke, lakini pia uishi maisha kumpendeza nani? Mungu. Bwana Yesu apewe sifa Amen. Ili umpendeze Mungu, lazima uishi kwa kufata yale maelekezo ambayo ameyatoa kupitia maandiko matakatifu maandiko matakatifu kwa sisi wa Kristo unajua ni Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwao lazima uishi vile ambavyo Biblia inasema do this don't do this ndivyo ambavyo Mungu anataka tufanye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo, wakati mwingine Mungu anaweza kakaa kimya, asikuitikie hata ukimuita kwa bidii, kwa sababu umekataa maarifa yake, umekataa yale ambayo Mungu anakuambia. Maarifa ya Mungu ni yapi? Maarifa ya Mungu yanapatikana kupitia Biblia, kwenye maubiri mbalimbali, mafundisho mbalimbali ambayo yanatolewa sehemu mbalimbali, kama hapa madhabahuni tunafundishwa. Hata leo tumefundishwa sana tu. Hapa tunapoyasikia, alafu tusiyatendee kazi, itafika mahala Mungu anasema, sasa wewe kama kukufundisha nimekufundisha sana. Bishop amesema mahala hapa, tumefundishwa sana asubuhi, alisema lakini hatutendi kile ambacho tumefundisha. Kama mwanadamu anafika mahali anachoka, hata Mungu anafika mahali hata kusikiliza. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Ikifikia hatua hiyo, ni hatua mbaya. Ikifikia hatua, Mungu hataki kusikiliza, kwa sababu tumekataa maarifa yake, umekataa yale ambayo anakwambia, ni hatua mbaya. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la msingi sana kuzingatia lakini pia nimesema pia Mungu anawezekana kufika mahala usimsikie ama sikusikie na sikuitikie kulingana na mwenendo wako, jinsi unavyoenenda <coughs> Okay, ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya, Isaya pale 59, nafikiri ni andiko ambalo lina inajulikana sana. Isaya 59 moja hadi 2, Isaya 59 1 hadi 2, Biblia anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Manake nimesema kwa habari mtu kukaa kimya, manake inawezekana. Unajua kukaa kimya, inawezekana nikakusikia nikaukalia kimya, si ndio? Sio kama sijakusikia. Kusikia si umeniita. Nani huyo jioni? Huyo nikaa kimya kwa sababu. Mungu tukiomba huwa hasikii? Mungu anasikia, lakini kuna sababu mbele. Kwa nini anakaa kimya? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikio lake sio zito hata asiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hataki kusikia. Kwa hiyo, si kwamba Mungu hasikii tunapomwomba. Nononono no, no. Mungu anasikia. Mungu sio kisiwe, anasikia, anasikia effectively 100%. Nini inayomfanya Mungu ashindwe kujibu kila ambacho wewe unakiomba anaka kimya? Haleluya, haleluya, amen. Kwa hiyo Mungu anaponyamaza kimya, mpendwa, kuna sababu.